Moja serikali moja, tutatumia noti moja, yani maanake kila kitu kitakuwa ni kwa mtu mmoja. Akisema moja mbili, moja mbili, basi sha kwa, maanake ndio mchakato ulioko kwa sasa, lakini zote zile ni ijitiaga za kutaka kumsimamisha wewe, jamaa ile maa aliye fanya majaribio kwenye korona anataka siome kwa mara nyingine. Kwa hiyo mtakato yote ile prosesi zote zote, kile wanataka kila aliye na chembe chembe ya haki, kila aliye na mbegu ya haki, ni kwa namna gani wataizima? Na kwa sababu sasa hawa wenzetu wameshika kibindo, wakishambia watu kwamba asiwepo mtu atakayepinga juu ya moja mbili tatu, wao watatumia majeshi yao, watatumia kila kitu. Pamoja tusome kwenye Danieli, Danieli 11:31, Daniel 11:31 anasema n <muchanayeli> na wenye silaha watasimama upande wake, sawa nao watapatia unajisi mahali patakatifu. Mm, ndiyo na ngome, nao wataondoa sadaka ya kuteketezwa ya kila siku mm. Nao watalisimamisha chukizo la uharibifu na wenye silaha watakuwa upande wake wenye silaha watakuwa upande wake. Manake majeshi wanaojiita watumia silaha wenye nguvu ya kidola watakuwa upande wake kusindikiza lile wazo lake, na mandikanasema kwamba nao watasimamisha lile chukizo la wali. Manake mchakato wa huyu mwamba mpaka aje kusimama, kuna nguvu kubwa ya kidola itatumika, kuna nguvu kubwa ya kijeshi itatumika, kwa watu watakaokuwa kinyume na zile sera itatumika kuna baadhi ya nchi unaona, kwa mfano kama ya kwetu, ukiona maandamano mahali fulani ya haki, wameshaweka vya kuweka, wametanda, wameweka utanda kina nani? Utajua kina kina nani, ila wameweka utanda, haujakaa sawa na jambo fulani, wanasukuka kwa ajili ya kupata haki, yaani unaiona una mjuuma nyeupe kabisa nyeupe, yani ya mtana nyeupe ila ni dhuruma ambayo imetumika nguvu nyingine ya ziada kuiharibisha iwe ni kama ukweli, lakini ni dhuruma ya moja kwa moja. Wewe mfano kama saa hizi, kwa nini, mara ngapi watu wanapiga kelele fulani katepo fulani katepo, umaikona jitihada yoyote ya ku kuhakikisha kwamba pengine pengine tu tuzuie, achilia mbali kwa tafuta, tuzuie tu yasije akatokea mengine, umaiko jitihada yoyote zaidi. Utaambiwa tu kwamba uchunguzi unaendelea, uchunguzi Faili mafaili yameshafunguliwa. Sasa hayo mafaili mpaka lini? Yule ni uhai wa mtu. Ametekwa. Lakini mafaili yameshafunguliwa, uchunguzi unaendelea. Tunafanya confirmation ya nini? Wengine wanajiteka wenyewe. Luka ya basi ya viongozi. Wengine wanajiteka wenyewe. Hamna, utekaji ni watu tu wanaoamua kujiteka, wanajiteka wenyewe. Hivi sasa mtu anaweza kujiteka, kisha anajipiga risasi. Alafu anaenda kujitupa mbali. Kuna vitu vingine unavisikia hapo kuna cheki. Yaani wewe utoke nyumbani kwako kwa, ujiteke uende kwa mfano kama kwenye poli fulani ufike mle ujipige risasi, alafu ndio ukupite pale. Sasa sio kujipiga tu ndani kwako, kuna haja gani ya kutoka kwenda mbali kote kule. Alafu kiongozi naye anasema, nasema matukio mengine haya hamna confirmation yoyote. Mtu anajiteka mwenyewe, jitupa kule. Sasa zile sio kana kwamba hajui anakuwa na fahamu, ila atafanya nini? Kuna mtu mwenye sauti juu yake kamshika kibindo kashikwa kwenye shingo, akiongea chochote na kumongeza kwenye nguzo, basi ni mauti. Kwa hiyo unakuta matukio kama haya yanatokea, lakini wakitaka kuzungumza hawana lugha itakayoeleweka, kwa sababu tayari wameshaambiwa yeyote atakayeongea kinyume na sera moja, mbili, tatu, piga. Kwa hiyo watu anapigwa, hakuna kinachoendelea, maanake ni michakato. Yule jamaa nataka simama sasa wao wana roho, sasa wanajua kwamba pengine wakifanya hivyo, wanaweza wakaizuia haki. Basi mbaya hakiwezi kuizuia kwa namna hiyo, kwa sababu kwa akai, utakapomuua huyu, kamuua yule, ataibuka na mwingine ambaye hukutegemea kabisa. Yaani ni sawa na kusema unaziba mto kwa nini, si kwa matope? Tuseme wakati tuko watoto, tuk tunaziba mito kwa namna hiyo, unakuta una una kama mto fulani unaanza kuziba na mchanga. Mbona lazima maji yale yakijaa yanapita popote? Kwa nini unahitaji mnaziba msiba? Basi ni msiba. Naweka na mawe, naweka na mchanga, naanza na kukanyaga pembeni yasipenye hata kwa chini. Lakini kwa kadri yale maji kwa sababu yanaendelea kuja, kule kwenye chanzo hamjazuia. Yanaendelea kuja tafika mara ya kijaa pale. Kwenye kale kwa fensi umeweka. Yatapita kule, yatapita kule. Kuna mtu akati mwingine nimebomoa pale, nimebomoa pale. Unaanza kusini zipe wapi sasa? Mwisho nasema acha yaende. Kondo kinachofanyika kuiziba haki uwezi. Ni kweli unaweza katisha, ni kweli unaweza katishia baadhi ya watu wakanyamaza, ila kwenye wakati na saa ambayo hautazania watakuja kuibuka watu ambao hukutegemea kabisa. Kwa haki uwezi ukaiziba kwa namna hiyo kwa wanyamaze mateka wanapotekwa wanyamaze watu wanapofunguliwa, ni kesi ya ajabu ajabu, kwa sababu kesi za, za kwetu hizi ni za kawaida, unakuta kajisikia t Hizi taarifa za uongo kama ya kwetu. Kama ya kwetu. Yaani ya, tu, ya, sasa, awa, <tipi> <tipi> ali, ziku, njengi, ziku, ya kujisikia tu yaani. Sasa hawa tuwape kesi gani? Tuche, yaani ziko nje nje hizo ya zenye ni za kusikia tu. Azitaji kudownload. Yaani kiona tu mtu amekamata. Wamemkamata, wamekuta mahali gani? Kwa ni kwani afanye 1 2 3. Wewe mwenyewe unaanza kukadiria bila shaka. Kesi itakayomhusu sasa ni hii na hii. Ndio kama ya kwetu tulipewa watu. Ye kamanda wa polisi alisema watetezi mahakamani ma, taarifa za uongo. Ta, ta, ta eh, eh, kwenye kwenye nani alipotangaza alisema ni uchochezi, kamanda wa polisi lakini eh. Na ndio kilichotusumbua wakati tuko ndani kule, maskari wakiingia, umechelewa chelewa kujibu na kesika au ni wachochezi hao, wachochezi sita sita, ni siongee mchochezi, yeah. Kwa hiyo ndio kesi tuliokuwa nao wakati tuko sento, ila tumekuja mahakamani tunaambiwa kwamba mmesambaza taarifa za uongo kwa kusema mtoto mdogo ameng'olewa meno na askari. Kwa hiyo anashtakiwa kwa kesi ya kusema uongo. Je, ni kweli? Sio kweli, sio kweli. Sasa hizi si <laughs> shuma, eh? visa kweli wewe ni fulani ni fulani, hizo ni za sa, kweli sana, ila kwenye hii kesi tu kwamba mimi nimesambaza ni, ni, taarifa za sio kweli, sio kweli. Kwa hiyo kwa hiyo kesi kama zile zenyewe ziko tu nje nje, yaani ziko nje unakadiriwa tu kwamba kwa umachachari wake, tuliza kesi ambaye neza hata kwa na dhamana hata toka hata fanya chochote, atakuwa ni nani mdaote, ili asiendelee kubweka kubweka sana kwa ni kubweka, kesi ambazo napewa tu kwa sababu tayari sasa tayari wenyewe kuna mtu ambaye ameshaweka konzi hapo, ukiruka kidogo tu nayo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vipo kwa ajili ya kuituliza haki ili kumtengenezea mazingira sita sita yuke na atakavyoinuka, basi hapo ndipo tunaingia kwenye dhiki kuu yenyewe. Ukusikia dhiki kuu, manake mateso sasa, kwa kanisa, sio kwa kila mtu. Na pale kikawaida, kuna mafundisho ambayo watu wameeleza sana, amasema kabla ya dhiki kuu kuna unyakuo utatokea. Kiaisi hamna unyakuo, yaani unyakuo haupo kwa sura ambayo tunaitegemea. Kwa sababu wakati mimi sijaokoka kuna mtu mmoja mkubwa sana mbili mkubwa sana mkubwa mno, nilikuwa namsikiliza ni anasema kwamba siku ya unyakuo itakapotokea itakuwa ni furaha sana kwa wanaouza mitumba. <laughs> itakuwa ni furaha sana kwa uza mitumba, kwa sababu atakuwa naokota tu nguo, mwenye nazo ameshanyakuliwa ameacha nguo <laughs> yani, nilikuja kufikiria nikawa nacheka <laughs> Hmm. Yaani manake wauza mitumba sasa wao wajiandae kuokota nguo za aina nyingi. Watakuta hey, tu nguo zimebaki, mwenye nazo ametoka. Viatu vimebaki, mwenye nazo hayuko. Kwa nini mwendo wa kuzoa tu ni nguo? Sasa swali najiuliza <laughs> Kwani baada ya huo unyakuo sasa tufanye huko tuashuhu? Upo huo unyakuo. Kwa hiyo sasa baada ya huo unyakuo kuna maisha mengine yataendelea hapo. Maandiko kwenye ile sura ya kitabu cha Luka nadhani ni 17:26 anasema kwamba kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ndivyo ilivyokuwa katika siku za mwana wa Adamu. Watu walikuwa wakila na kunywa, wakiuza na kununua, wakioa na kuolewa. Sasa wengi tumeishia hapa, kwamba walikuwa wakiuza na kununua, waki walikuwa waki wakila na kunywa, walikuwa wakioa u... na kuolewa waki u... waki tunaishia hapa ila hatuelewi baada ya Nuhu kuondoka ndani ya safina, akakaa ndani ya safina, kilichofuata nje kilikuwa ni nini? Kwamba watu waliendelea kweli kuoa na kuolewa. Sasa manake kama ilivyokuwa nyakati za Nuhu, ndipo baada ya Yesu kuja, baada ya ile ziki, sasa kitakachofuata ni hicho. Kwa maanake baada ya wale sasa watakatifu kuondolewa, kwa namna ambayo wenyewe wanaisema, kitakachofuata pale, hapana maisha tena, ndio mwisho wenyewe. Sasa hii mtumba anaiokota wapi huyo mtu? Muuza mtumba anapata wapi faida hiyo? Kwani dhana ambayo tumetengenezewa na mafundisho potofu ya kitheolojia kwamba unyakuwa utakapotokea ni kama kuna maisha mengine yanaendelea. Hapana maisha. Baada ya unyakuwa Yesu atakapokuja ndio kila kitu kimeishia pale. Na andiko moja linasema ya kwamba kuna andiko moja linasema kwamba, ngoja nisome kidogo hapa. E, andiko hilo inasema kwamba kizazi hiki hakitapita hata haya yote yatimie. Ilo ndiko mara nyingi watu wasio na akili sawa sawasawa, wamekuwa kisumbua nao watu sana kwamba huyu Yesu wenu ni mwongo sana, alisema kwamba kizazi hiki hakitapita hata haya yote yatimie. Hivi toka ameanza kusema ni miaka mingapi imepita? Zaidi ya 2000. Hizo kizazi mbona kipiti kiwalisia ili andiko lipo, limeandikwa maeneo manne tu, kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatimie. Utalikuta kwenye kitabu cha Mathayo, utalikuta kwenye kitabu cha Luka, utalikuta kwenye kitabu cha Marko tu peke ya sehemu tatu. Na hivyo vitabu kiviangalia, ndio vinazungumzia mateso ya dhiki kuu, kwa maanake baada ya chukizo la uharibifu kusimama, kizazi husika cha wakati ule hakitapita hayo yote yatimie. Yaani kizazi cha wakati huo, chukizo la uharibifu kitakaposimama, mpinga Kristo atakayesema mimi ni Mungu, tokea hapo hakuna kizazi kitakachoendelea tena mbele pale. Ndio maana hilo alikuwa kwamba kizazi hiki hakitapita hata haya yote yatimie. Tusianze kusema kwamba kizazi hiki, mbona sisi bado tunaishi, babu zetu waliishi, watoto wetu ah. Tukio husika litakapotokea, mpinga Kristo akasimama baada ya hapo hapana maisha tena, hakuna kizazi kitakachoendelea mbele. Ndio maana hilo andiko. Sasa mafundisho a ajabu nakuta sasa ha, mirimani, mbima, watu watakimbilia milimani mtu anajichagulia na mlima atakaokimbilia hiyo siku, watu watakuwa kwenye dari. Yaani yaani maandiko, lugha zozote za lugha ya kwenye Biblia, usipo ielewa sawasawa, unaweza kaipelekea sehemu ambayo haihusiki aizungumuzii hicho ila kwa sababu wewe ulishatengenezewa agana kwamba hawa walio bondeni wakimbilia milimani, wale wao wenye mimba na wanaonyonyesha wakati huo sasa. Najiuliza, kwa hiyo na maana wakati huo watakao kuwa na taabu sana ni wenye mimba, wenye lakini na wanaonyonyesha, lakini tu alisema tunashindwa kwamba mimba ni nini, wanaonyonyesha ni watu gani. Ina maana sasa, kwa sababu tunaposemea dhiki, dhiki kuu, maanake ni mateso kwa Wakristo wote watakao kuwa kinyume na sera za yule mpinga Kristo popote alipo. Yewe anaishi kwenye sayari gani? kimateso e atamfikia. Kwa hakuna wafadhali utasema kwamba nikimbilie mahali fulani kuna uangalau hapana. Kwa mtu asikudanganye akasema kwamba yeye atakimbilia milimani atakuwa salama. Aliye shambani asirudi. Ah, ah, shambani elewa shambani mimi ni. Anaposema mwingine apande juu ndani anaelewa ana manaka anapanda dalii ipi? Sio, napanda hapo unasema kwamba niko salama. Yale mateso yanamfikia mahali popote mtu alipo. Ombeni mkimbia kwenda kusio wakati a sio baridi hii ya kuvaa makoti ni baridi nyingine na maanisho pale, kama nitapata una nitakuja kuelezea siku nyingine, lakini haina maana hiyo kwamba watakaokimbilia milimani watakuwa salama. Ni dhiki nayohusisha mateso ya kila anayesema mimi ni wa Kristo, maanake huo wakati sasa popote alipo mpinga Kristo atashughulika nayo. Bwana sifiwe. Basi mimi nisiwe na mengi sana ya kuzungumza. Tunishi hapo nema ya Kristo ni pamoja nasi. Amen.